Na hii biashara inayo trendi sana sasa hivi, ambayo ni biashara ya kuuza followers wa social media uh, kwa kuongeza followers, likes, comments, subscribers kwenye social media accounts accounts kama za, za Instagram, na nakuwa zinaongeza followers account kama TikTok zinaongeza followers. Wafanyabiashara wengi wanapenda sana, lumana, hii huduma na inahitajika sana, ndio maana hii biashara ina trendi sana sasa nitakuonyesha namna gani ambavyo unaweza kutengeneza pesa kwa kuongezea followers kwa kuongeza followers kwenye akaunti au social media za watu. Kwa hiyo watu mnaona, na nauza followers wengi wanauza wa, followers wa YouTube, TikTok, Instagram uh, ni, ni kwa sababu hii biashara haijasambaa sana na wahitaji ni wengi. Sasa nitakuonyesha namna ambavyo unaweza ukafanya hii biashara ambayo Uh, unakuta uh, unakuta wa, wa, wateja wake ni wengi ambao wanahitaji followers. Sasa hii biashara, jinsi ya kuifanya, kitu cha kwanza ni lazima uwe na website, unayakuwa na website kama hii hapa ambayo inaitwa VictoriaBoost.shop hii hapa website. Ukiwa nayo, jinsi sasa ya kuweza kuweza kufanya hii biashara ya kuuza followers unachokifanya website kama hii unakuwa una, una, inakuwa ni kama duka lako la kuuza followers. Watu wanakuwa wanajiunga katika website yako, wakijiunga katika website yako wanakuwa na uwezo wa kutengeneza au kununua followers kwa bei ambayo umewapangia wewe. Wewe unakuwa unauzia followers. Sasa una namna mbili, unaweza ukawa unanunua followers katika website kama hii ambayo mtu yoyote anayekuwa na hii website anajiunga, mfano anajiunga kwa kuweka email yake, mfano, mfano, anaweza kaweka followers uh, followers at gmail.com mfano email yako .com. anaweka na username, labda followers labda James James password password. Password labda ni James TZ anatengeneza account akishatengeneza account anakuwa na uwezo wa kupata access au kupata access au kupata followers, au kupata huduma ya followers ambao anakuwa anachukua katika website anaenda kuwauzia wafanyabiashara wengine ambao wanahitaji followers hii inajulikana kwamba watu wanaohitaji followers ni wengi. Mojawapo ya hao watu ni kuna wafanya biashara, kuna wasanii, kuna influencers, kuna makampuni. Watu wote hao wasaz, wote wanaofanya biashara online wanahitaji uh, wanahitaji kusaidiwa ku, ku, ku, kuongeza followers. Sasa jinsi ya kufanya unatakiwa uweze kumiliki hii hapa website ambayo inaitwa Uh, VictoriaBoost.shop hii website unaweza ukaitengeneza wewe mwenyewe ikawa kwa jina lako, labda wewe unaitwa James, unaweza ukasema James uh, followers.com au jina lolote tu. Sasa mtu akiingia katika hii website anakuwa anachagua huduma anayoitaka, mfano akiingia labda anataka followers, labda instagram followers anaingia katika website, akishaingia anaweka order oda ya followers anawataka pano hapa Instagram followers akikliki bai hapa, inakuja hapa, anaweka linki yake ya, ya social media, anaweka hapa linki ya social media. Mfano nikiweka hivi, anaweka linki hapa, akiweka linki, labda anataka followers elfu moja anaweka followers elfu moja, bei inakuwa inamuonyesha hapa, elfu saba. Anachokifanya anaweka oda, akiweka oda, followers wataanza kuingia kwenye akaunti yake. Hivyo hivyo kwenye, labda anataka followers wa TikTok atakachokifanya pia ni anaingia kwenye website anachagua, uh, anachagua TikTok services, achachagua TikTok services atachagua followers, ataweka sasa. Hii hapa ni website ambayo inakusaidia kufanya hii biashara. Unachokifanya ni unakuwa unanunua followers kwa bei ndogo, unakuja kuuza kwa bei kubwa, au unachukua followers kwa provider kama huyu hapa unakuja kuuza kwa, kwa bei kubwa. Ukihitaji website kama hii naweza kukutengenezea, unanicheki WhatsApp kwa namba 0793880325 ambayo nitakutengenezea website kama hii ambayo unaweza ukawa unatoa services za kuuza followers wewe mwenyewe unakuwa na website yako kama hii mbayo nakutengenezea uh, unauza YouTube kama subscribers, viewers YouTube zote hizo nakua unauza Facebook uh, TikTok, Instagram. Kuna vitu vingi vya kuuza ambavyo vinakuwa vinatafutwa, hasa vinatumika nasmdia nage vinatumika na, social media, na social media marketing brand zote za online zinahitaji. Sasa hii ni njia ambayo ina inafanya kazi na inakubalika tu, inakubalika sehemu zote kwamba unaweza ukaongeza followers kwenye akaunti za watu, kwa sababu watu hao wafanyabiashara wanahitaji engagement katika, katika nani, katika, katika zao katika huduma zao. Hiyo ndo njia rahisi ya kufanya hii biashara ambayo wengi hawatakwambia uifanye, lakini ukweli ni kwamba followers akaunti zenye followers wengi zinauza sana kuliko ambazo hazina followers wengi. Mfano, kama ni fanya biashara lazima awe na followers wengi, ili wateja wamwamini. Kama ni msanii lazima awe na followers wengi ili aweze ili ili, ili aweze kuwa, kuwa maarufu. Influencers lazima awe na followers wengi, makampuni lazima ya followers wengi, watu wanauza bidhaa online, wanasiasa wote wanahitaji engagement kwenye akaunti zao. Sasa wewe ni kazi yako uchukua hiyo fursa, au kukimbilia hiyo fursa mapema ili uweze kuwa unauza au unatafuta followers kwa ajili ya kuwapatia hao watu. Ni njia rahisi. Ah, mara nyingi inakuwa automated kwa sababu mtu anaingia mwenyewe kwenye website kwa muda wake anaweka order kwa muda wake, wewe unakuwa hauna habari. Wewe kazi yako ni kuangalia kwa kwamba leo ameweka order watu wangapi au kesho wameweka oda watu wangapi. Unakuwa unaangalia tu watu wakiwa wanaweka oda zao hapo. Kwa hiyo hii ndio website ambayo unaweza ukatumia kufanya hii biashara ya kuuza followers. Website hii hapa inaitwa Victoria Boost, unaweza ukaifungua ukaangalia ilivyo, inavyofanya kazi. Kama utataka kumiliki website kama hiyo au kutengenezewa website kama hiyo, unanicheki WhatsApp 079388025, nitakutengenezea itakutengenezea website kama hiyo ambayo itaweza kukusaidia kufanya hii biashara ya kuuza followers. Ni rahisi na hahitaji wewe na utaalamu wote, mtu yoyote anaweza akaifanya. Kama unataka maelezo zaidi, nimeweka kwenye description hapo, unaweza ukanicheki, tukawasiliana, nikakuelekeza. Biashara za kufanya ni nyingi online, lakini jitahidi ufanye kile kitu ambacho kina matokeo, jitahidi ufanye kile kitu ambacho kinaleta matokeo. Jitahidi ufanye kile kitu ambacho kina demand au kinahitajika. Jitahidi uuze kitu ambacho kinatafutwa, kitu ambacho kinahitajika kwa watu. Usiuze kitu tu ili mradi, angalia kitu gani watu wanakitaka, hicho hicho ndo unatakiwa uanze kukiuza. Pia jitahidi uwe na biashara ambayo iko automated. Automated inamaanisha kwamba mtu anaingia kwenye website anaweka order anafanya kila kitu bila hata kupigia simu wewe, bila hata kusumbua wewe. Hiyo inasaidia kwamba unaweza kuhudumia wateja wengi kwa wakati mmoja. Ukiweza kuwa na biashara ambayo iko automated, au ukiwa na kitu ambacho kiko automated, ndo njia rahisi ya kuweza kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja. Uh, watu wengi wanatafuta TikTok followers. Mfano, ili mtu aweze kuweza ku mtu ili aweze ku uh, kuingia live TikTok, lazima ana followers kuanzia elfu moja ili mtu aweze kufanyaje, si kutuma gift, kufanya hivi, lazima ana followers kuanzia elfu moja Au lazima tu watu watatafuta followers ili waweze kufanya vitu vingi. Pia kuna mambo mengi ambayo ambayo yana unaweza ukayafanya katika biashara ya kuuza followers, maana kuna kuuza likes, kuna kuuza comments, kuna kuuza uh, likes, comment, kuna hizo engagement, kuna views, kuna video views, kuna comments, kuna followers, subscribers. Vitu vyote hivyo unaweza kuuza. Kwa hiyo tafuta biashara ambayo inafanya kazi na inaleta matokeo. Kwa sasa hivi, hii ya kuuza followers ndio kitu kina trend sana, ambacho utaki kubaki nyuma kwa sababu kinaleta matokeo na faida yake ni kubwa sana. Usisahau kusubscribe na kubonyeza link kwenye description niweze kukupa maelezo zaidi kuhusu kumiliki website ya kuongeza followers.